Nyamaza ah. Ana kijana yako mbaya kijana ata anaua watu yangu uh -uh. Watu wangu ya ilikuwa leo nimekuja hapa ili kujua watu wangu. Na naleo ndio utanijua mimi ni nani, mimi ni nani hapa Kenya no, mimi ni nani no, no, no, mimi ni nani, mimi ni nani

kwa mkuu wangu kule, nataka mnisaidie nijue kazi. Oh, oh. taka kujua taka kujua, watu watu wangu wale wako kule, waliolewa kama niko ndani ya maji, na leo najua mtanisaidia mm. leo hii leo hii leo hii amuka amuka amuka amuka mm. amuka mm. kazi mm. iko leo, nataka kutafuta watu wangu

yana akoni marefu sana, umejua kujifanyia jeuri. Inge hapa Kenya, mimi pia nimejeuri kumusinda

wapi. Na leo ndio utanijua mimi ni nani. Mimi ni nani hapa Kenya, mimi ni nani? Mimi ni nani, piga magoti hapa Raka

Mkubwa wakuma, hey, hey, hey, ni mkuomba tu. Hey, hey, hey, ni mkuomba tu, ni mkuomba jamani. Hapana, nakuomba jamani, jamani nakuomba jamani, nakuomba jamani.

Umlete damu yake mara moja, fanye naye kazi wewe, wako au watu wako, ndio tutakubaliana naye. Kama sivyo, nakuomba jamii, wakubwa, nakuomba, hawasemi na mimi, kubwa kubwa hajasema, nakuomba tu jamii, nakuomba tu nani nani, wewe

Wacha nisongose. Mkubwa. Hewa ni kwa msewa. Mkubwa. Mse, mse. Mkubwa na mkubwa. Uniokoe. Na kuomba mkubwa. Hayo hautaniokoa. Ninajua neno yako. We, we, we. Ndio. Nadhani uko kwa mkono gani wewe leo? Sasa. Wewe lazima wewe kwisha leo. Wacha nisikie maneno kutoka kwa mkubwa wangu leo utajua mimi ni nani. Eh, haya, hey, hiyo kichwa haraka sana. Haya hivi. Nenda au sasa utajala au tala moyo wako. Eh, jamaa ninakuomba. Eh, mimi ninakuomba jamaa. Hata hey, hey, sisi mali kijana wangu hapo jamaa, ni unizame. Eh. Hey, hey. Jamaa ninakuomba. Hey, mkubwa nakuomba tu.